Entrepreneurs my friend, uh, eh, kumekuwa na ukasumba fulani hivi uh, eh, ya unakuta mjasiria mali fulani huwa labda huwa anatengeneza sweet tomato, sio anatengeneza labda si nyanya, sio anatengeneza nini, sijui umeona. Sasa unakuta kwenye semina eh, hii amehudhuria, kuna semina nyingine tena unamkuta, kuna semina nyingine, sio mafunzo gani, unamkuta kila semina yeye yumo, alafu anajiita mjasiria mali. Sasa kila siku anajifunza kata ujasiria mali, sasa tashinda kuelewa yani, kwamba sasa wewe unatafuta nini eh? E, hata kama unatafuta posho lakini basi unachelewa, na pia sio semina zote zitakuwa na posho eh. Afu kikubwa zaidi hapo unatafuta kuchanganyikiwa e, yani ambacho mimi ni note ni kwamba unatafuta kuchanganyikiwa kwa sababu haiwezekani kila semina na ujasiria mali wewe umo. Ujasiriamali wa keki umo, si ujasiriamali wa nini umo, sijui yani hadi mwaka unaisha unahudhuria seminar tu. Wewe unatafuta kuchanganyikiwa. Chagua kitu kimoja ufanye. Sio kila kitu nataka kujifunza, vingine waachie wenzio, sio lazima. Na pia unapoteza muda.